Karibu katika parokia ya Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni ujewa. Leo tarehe 29 ya mwezi wa kumi na moja tunafanya adhimisho hey, ya sadaka misa takatifu kuwakumbuka marehemu wote waliofariki dunia wakati na baada ya uchaguzi. Waamini wanaendelea kumiminika asubuhi hii katika kufanya kumbukizi pamoja na kusali misa za. Misa hii ya leo ni Mhashamu Askofu Vincent Cosmas Magara wa Jimbo Katoliki la Mafinga. Na kwaya wakifanya maandalizi kwa ajili ya misa hii muhimu. Waamini wako tayari kabisa katika adhimisho ya sadaka ya misa takatifu, wakisubiri tu taratibu wa kuendelea na kupeka pia kanisani, nikuweza kujifunza masuala kadhaa.